Jeshi la Polisi nchini limetoa taarifa kufuatia matukio ya vurugu, uporaji mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea Oktoba 29 2025 nchini, na kubainisha kuwa baadhi ya watu wanaodaiwa kuhusika na matukio hayo tayari wamekamatwa na kufikishwa mahakamani, huku msako mkali ukiendelea kuwabaini wengine waliopanga kuratibu na kutekeleza vitendo hivyo. Taarifa ya msemaji wa Jeshi la Polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, David Misime imeleza kuwa vurugu hizo zilitokea katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, pamoja na mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Kilimanjaro na Iringa, ambapo ziliripotiwa kusababisha athari kwa uhai na maisha ya watu pamoja na uharibifu mkubwa wa mali za umma na za watu binafsi. Aidha, jeshi la polisi limesema kufuatia uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, jeshi la polisi linawasaka kwa ajili ya kuwakamata watu kumi na kuwataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja atakapoiona taarifa hiyo, huku ikitoa orodha yanayosakwa ambao ni Josephat Gwajima, Brenda Jonas Rupia, John Mnyika, Godbless Jonathan Lema, Machumu Maximilian Kadutu, Deogratias Cosmas Mahinyila, Boniface Jacob, Hilda Newton, Award Kalonga, Amani Golugwa. Hatua nyingine, jeshi la polisi limesema kuwa hatua za kwa uhalifu ambao tayari wamekamata zinaendelea kote nchini na kwamba mnamo Novemba 7, 2025 baadhi wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi limeonya kuwa halita sita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya mtu au kikundi chochote kitakachojaribu kitakacho kuvuruga amani ya nchi, na kuwataka wananchi kuendelea na shughuli zao bila hofu na kutoa taarifa mapema iwapo hatabaini vya sheria vyovyote vya uhalifu au uvunjifu wa amani katika maeneo yao. Hii ni ripoti ya Media wa Express, habari fupi mahiri kwa Afrika.